Na kufundisha kutengeneza mawimbi kwa kutumia kitana kama hivi. Nimeanza kwa kutwisti nywele yangu. Wakati na twist, naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman. Karibuni sana chuo cha urembo na ususi. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba za kujiunga na chuo hizo ambazo unaona katika skrini yako. Baada ya kutwist nywele yangu nitaenda kuweka katika maji moto. Baada ya kutoka kwenye maji moto nitakuonesha muonekano wa mwisho. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na magrupu yetu ni bure kabisa, na unachotakiwa kufanya ingia YouTube, tafuta Farida Othman, kisha gusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe, baada hapo screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen yako. Ni rahisi sana kutengeneza mawimbi kama hivi, sio lazima kila siku mteja akija unamsuka knotless, ni ile ile, haina muonekano tofauti. Hebu jaribu njia hii alafu uniletee feedback yako. Rasta nimetumia Sensation Braid kutoka Darling Tanzania. Naomba uniambie, je, njia hii ya kutengeneza mawimbi imekusaidia au umeielewa? Karibuni sana na bye bye.